Wote tunajua ya kwamba ajenda kuu ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan ni kuhusiana na matumizi ya nishati safi, na vile vile ukizingatia ya kuwa Mheshimiwa Rais ni balozi wa nishati safi. Kwa hiyo, maelekezo yake ni kwamba katika kila taasisi ambayo ni ya umma ambayo inatumia nishati ifanya juhudi badilishe mifumo kutoka kwenye mifumo ya awali ambayo tulikuwa tunatumia kuni na mkaa, ambao tunasema nishati ambayo sio safi, kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Kwayo sisi kama wilaya ya Nachingwea tumeipokea hii ajenda na tupo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji kwa hiyo kwa kuanzia tuna shule tatu ambazo zina a hostel ambazo wanafunzi zetu nalala pale na zina majiko yanapikwa chakula. Tuna shule ya kwanza yanachingwea Girls, tuna shule ya pili yanachingwea Day, shule ya tatu, ya na shule ya tatu tuna shule ya lugwa high school. Kwa hiyo tumeanza kutekeleza ajenda hii ya nishati safi katika shule yanachingwea Tunafunga mfumo wa nishati safi pale, na unaendelea kutumika sasa hapa. Na tumepata mafanikio makubwa baada ya kufunga nishati safi, namba kwa kwanza, imekuwa nishati toshelevu, nishati ambayo inatosheleza mahitaji tofauti. Tumia mkaa au kuni, hiyo nishati ilikuwa ina upungufu. Tunapata nishati toshelevu ambayo inatoa huduma timilifu na bora pale kwenye shule husika lakini pili, tumeweza kuokoa gharama. Ukipita pale kwenye hesabu, unakuona gharama zilizokuwa inatumika kwa mwezi kwa nishati iliyokuwa inatumika hapo awali mkubwa kulingana na nishati safi. Kwa hiyo sahizi tunatumia nishati ya gesi ambayo tunafiri ule mtungi, na unaweza kutumika ndani ya miezi mitatu lakini hapo mwanzoni ilikuwa na gharama kubwa ya kutafuta miti kukata miti kusafirisha na kushusha na kuendelea, kwa matumizi iko gharama kubwa. Kwa hiyo tunashukuru tumeona unafuu wa gharama. Lakini tatu, tumeona ni afya watumishi wetu pale ambao ni wapishi, walikuwa kwenye mazingira magumu yanatarishi afya zao. Kwa nishati hii safi tumeweka pale, tumeona imeweza kulinda afya za wapishi wetu. Hata ukiwaangalia kwa muonekano, wapishi wetu wako vizuri, hata mavazi waliovaa yako vizuri, kwa sababu hayaathiriki na uchafu aina yoyote. Hata yale mazingira yaliyozunguka eneo hilo la jiko ni mazingira safi, kwa sababu hiyo nishati haiathiri mazingira yaliyopo. Lakini vilevile hata hata usalama wa chakula, nishati hii safi

Sasa, akuna yitla, akuna leha, fuzi, vale. Kwa sababu sasa hakuna ile tunaita pollution hakuna ile uchafuzi wa mazingira pale. Kwa hiyo shule yetu ni safi na salama ambayo hiyo inahakikisha usalama wa uh, wanafunzi wetu na watumishi wanafanya kazi pale katika hali salama na hali ya usafi katika hali mazingira. Lakini bado pamoja na kuweza kuingiza kufunga mfumo huo katika hiyo shule ya Nachingwea, halmashauri ya Nachingwea katika mwaka ujao ya fedha ina mpango wa kufunga mfumo huu katika shule mbili zilizobakia ambayo ni shule ya sekondari ya Nachingwea pamoja na shule ya sekondari ya Rungwa. Mimi jina langu ni mwalimu Mjema, ni mwalimu anayeshika na chakula hapa na gesi, kwa maana matumizi yetu hapa, ndio kwa katika eneo hilo, tukimsaidia mkuu wetu wa shule. Matokeo makubwa na mazuri chanya ni mengi, moja ya muda wa kupika umepungua kwa napika karibu masaa nane natumia kuni, lakini wakati huu ni masaa matatu manne tumeshamaliza kupika. Lakini pia tumesaidia afya za wapishi wetu, kutumia kuni ilikuwa kidogo ni shida, mkohozi, lakini kwa kutumia gesi sasa walau wamekaa vizuri okay. Lakini pia tumesevu kutunza mazingira, sababu hatukati tena miti kwa ajili ya matumizi ya kuni, badala yake tunatumia nishati mbadala ambayo ni gesi na inatusaidia kwa asilimia kubwa sana kwa ajili ya kutunza mazingira yetu hmm. Pia tumenufaika na gharama sababu kwa kununua kuni gharama inakuwa ni nyingi, lakini kwa kununua gesi, kununua mara moja, mnaweza kutumia zaidi ya miezi miwili mpaka mitatu, kitu ambacho kinawasaidia kupunguza gharama. Ndio hmm. sawa. Nishati safi inasaidia kwenye afya katika mantiki mbili, moja uh, tunapunguza vikohozi au ma magonjwa ya mafua kutokana na moshi hmm. Pale hakuna moshi ambao unatokea kwenye gesi yetu, lakini pia ukiangalia kwa mlaji, chakula kinakuwa kina ladha, hakina harufu ya moshi mm. kwa hiyo imetusaidia kwa asilimia kubwa sana, maanake kabla ya hapo tulikuwa tunatibu wapishi wetu kila baada ya muda mm. lakini wakati huu hakuna matibabu ambayo yanafanyika, ni yale sasa ambayo ni ya lazima, kwa maana kwamba mwili wa binadamu unahitaji matibabu pale unapokuwa na shida, lakini kwa asilimia kubwa tumetatua tatizo. Ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya wasichana Nachingwea. Katika shule yetu tulikuwa tunatumia mara ya kwanza nishati za kuni, ila baada ya ujio Waziri Mkuu Kassim Majaliwa tukabadilishwa tukawa tunatumia nishati ya gesi. Ila pia katika hizi nishati ya gesi ambazo tunaitumia ina manufaa kubwa katika shule yetu. Cha kwanza, imetusaidia wanafunzi kupata muda mwingi wa kusoma, maana kabla ya hapo ilikuwa ile muda wa kusoma tulikuwa tunaenda kutafuta kuni kwa ajili ya kupikia. Cha pili pia imetusaidia katika mazingira kusafisha hewa yetu, maanake kabla ya hapo wanafunzi kwa muda mwingine tukija hata kumhitaji jikoni tunapata hewa mzito kutokana na, na hewa ambayo inasababishwa na zile kuni ambazo zinatumika huku jikoni. Kingine imesababishia pia nishati hii kusafisha mazingira yetu, maana kabla yaapo, ya hapo muda mwingi ilikuwa katika mazingira mazingira ya hapa jikoni kwetu tulikuwa tunatumia wakati ya kuni lakini baada ya ujio wa nishati ya gesi, mazingira yetu ya jikoni kawa kila muda hapo safi, maana tukatia hapa kuni, na, tulikuwa tunatumia nishati safi na sana. Na, pia tunamshukuru nani, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii nishati ya gesi, maana pia tukiangalia katika hii nishati ya gesi imetuletea faida kubwa sana hapa shuleni kwetu, maana pia katika ujio wao wa nishati ya gesi hapa shuleni imemsaidia kila mwanafunzi yani, ule muda ambao ingebidi apite kuutumia kutafuta kuni kwa ajili ya kupika ale, anakuwa tena anautumia katika kwenye masomo yake, anakuwa darasani kusoma, maana ule muda wote ingebidi awe anatafuta kuni kwa ajili ya kupikia, mara akate ziwe tayari kwa ajili ya kupikia. Lakini baada ya uji wetu wa nishati ya gesi, huo muda wote mwanafunzi ikawa ipo tayari kila muda muda darasani tu. Ila pia tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa tuwetea nishati yetu hii nishati ya gesi, maana ni nishati safi haichafui mazingira na pia inatengeneza kila yaani, inatusaidia kila muda kutengeneza mazingira hapa jikoni kwetu yaonekane kuwa machafu, ila kila muda inakuwa safi kitu na salama kwa ajili ya afya yetu na matunzo mbalimbali hapa shuleni. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa